Changa pwani mweusi chokoreti Kwale mkapokelewa kama hivi. Kwale kisiwani, Haswa TV na inakwenda kila mahala, shule ya zamani Tupo Kwale, nawathibitishia maji yanayotumika Kwale, mambo kujaona utamu matopetope, ah, yana wiva juu juu. Umeona nipa, lakini lishaliwa